Karibu katika Smax Films. Binti aliyekataliwa na kila mtu katika kijiji. Hapo zamani za kale katika kijiji kizuri kilichoitwa Joma, aliishi mwanamke aitwaye Kasi. Kasi alikuwa mrembo sana na alikuwa akitengeneza mavazi mazuri kuliko mtu yoyote katika kijiji chote. Kila mtu alikubali mavazi ya Kasii yalikuwa na rangi angavu kama upinde wa mvua baada ya mvua. Kasii alikuwa ni mkarimu, alikuwa na tabasamu kubwa sana kila wakati na kwa kila mtu, kama jua linaloangaza angani. Kasii alikuwa na binti watatu, walikuwa warembo kama mavazi aliyokuwa akitengeneza. Kasii aliwapenda sana binti zake kuliko kitu chochote duniani. Alikuwa akihakikisha kila wakati wanavaa mavazi mazuri zaidi. Watu wa Ujoma walisema Kasii wa alikuwa na moyo wa dhahabu. Alikuwa akigawana tabasamu na maneno mazuri kama hazina kwa watu wengine. Kasii alikubaliana pia kutoa baadhi ya mavazi yake mazuri kwa watu ambao hawakuwa na mavazi mazuri ya kuvaa. Kasii alikuwa kama moyo wa roho waJoma, watu wangeweza kusema, walipoona furaha iliyoleta kwa kila mmoja nyumbani. Kasii ilikuwa kila mara imejaa kicheko na sauti ya shada lake. Shada ni kifaa kikubwa kinachotumika kutengeneza nguo, kilikuwa kikifanya sauti ya krik krak, krik krak alipokuwa akifanya kazi ndani kwake kwenye shada lake, binti zake wangecheza karibu, wakijaribu kumsaidia mama yao na kufanya nyumba huwa na furaha zaidi. Kila mtu kijijini alimpenda kumtembelea Kasii, walileta zawadi za matunda na maua, kwa sababu walithamini utu wa Kasii. Huruma ya Kasii ilifanya kijiji kuwa mahali pa furaha sana, hata ndege na miti zilionekana kuchezacheza walipomwona Kasiri na binti zake wakitembea. Kijiji kizima kilikuwa kama familia moja kubwa sana, na Kasiri na moyo wake mkubwa wa upendo, walihakikisha kila mtu anacheka na anavaa mavazi mazuri. Na hivyo ndivyo Kasiri alivyokuwa akiishi maisha yake, akitengeneza akipenda na kueneza furaha huko Joma, kijiji kilichompenda kwa namna ile ile, ilikuwa ni mahali ambapo huruma iling'aa kwa mwangaza yote, kwa shukran kwa kasi mrembo, mtengeneza nguo mwenye moyo wa dhahabu. Katika kijiji cha Joma, kitu kipya kilikuwa kikiandaliwa kutokea katika maisha ya Kasii. Siku moja alipokuwa akifanya kazi kwenye shada lake, Kasii alihisi maumivu makali sana. Ghafla "ohu," alilalamika kwa hofu kidogo. Watu waliokuwa karibu walikimbia kumsaidia, na kwa haraka walimpeleka kwa mganga mwenye hekima wa kijiji. Mganga huyo mwenye mikono laini na sauti ya upole alimwambia Kasii, utajifungua mtoto mwingine. Moyo wa Kasi ulijawa na furaha. Hakungeweza kusubiri kumwambia mumewe Marizia na binti zake watatu wazuri kuhusu mtoto huyo mdogo ambaye wangekutana naye hivi karibuni. Miezi ilipita na tumbo la Kasi lilikuwa likikua zaidi na zaidi. Hakuwa na urahisi na ujauzito, lakini wanakijiji walikuwa kila wakati wapo bega kwa bega kwa ajili yake. Kisha ilikuja siku ambayo alikuwa karibu kujifungua. Kasii aliumia kwa siku tatu nzima, lakini mwishowe alijifungua mtoto mdogo. Mtoto huyu alikuwa wa tofauti, ngozi yake ilikuwa nyembamba kama mwangaza wa mwezi na nywele zake zililingalinga kama dhahabu safi. Moyo wa kasii ulikuwa na mchanganyiko wa mvua na mwangaza wa jua. Alijivunia kuwa na mtoto mrembo, lakini mtoto alikuwa albino, na kijijini imani ya watu ilikuwa kwamba albino walileta bahati mbaya kama wingu likifunika jua. Kasii alijawa na machozi na matumaini, alimpatia mtoto wake jina la Tina, zawadi yangu ndogo kutoka kwa miungu. Lakini si wote walikuwa wanamwona Tina kama zawadi. Alipoona binti yake mpya, mume wa Kasi alijawa na hofu sana, alijawa na hofu sana, ambapo hakuweza kujikondoa yani hakuweza kujizuia na hakuweza kusema ni kile kilicho moyoni mwake, ilibidi tu akitoe. Hataweza kukaa nasi. Moyo wa Kasi ulivunjika vipande. Je, mtoto wake mdogo Tina dogo mpenda angeweza kuwa mbaya, mume wake akitaka kumwelewa, lakini licha ya maneno amalizie, Kasia kuweza kumwacha binti yake aondoke. Yeye ni mtoto wetu, zawadi yetu ndogo, alisisitiza. Kati masie alikubali, lakini kishingo upande. Mwishowe alimruhusu Tina kubaki, lakini kwa masharti moja tu, sitaki kumuona hii Ilimfanya kasia kuwa na huzuni kubwa sana lakini alimuona China kuwa na nguvu zaidi, aliahidi kumlinda kila wakati. Binti zake kasia hawakujua nini cha kufanya juu ya dada yao mpya. Walikuwa wamesikia baba yao na kuona jinsi wanakijiji walivyoshushia maneno ya siri ya kumnyanyapa mdogo wao wa mwisho, na wao pia wakaamua kuwa upande wa baba yao kwa kumnyanyapaa mdogo wao wa mwisho walijiweka mbali na Tina na kumfanya ajisikie upweke sana. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu, na hii ni Smax Films, inaitwa S M A X Smax King of Arts. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment ili uwe updated na video mpya utakaofuatia. Namaste. Namaste.